Teaching. Kabla hujafanikiwa kuna nguvu ambazo zinaamua kama utainuliwa au utabaki pale pale, nguvu ambazo hazionekani kwa macho, lakini ndizo zinazofungua milango, zinazuia hasara, zinavuta fursa na zinabadilisha mafanikio yako kimya kimya. Leo nitakuonyesha siri nani za kiroho zinazotoka kwenye Biblia ambazo watu wachache sana huzitumia, na wanaozitumia, maisha yao hayabaki kwenye kiwango cha kawaida lakini kabla sijafichua siri ya saba nataka ujue mapema. Hii ndiyo siri inayobadilisha bahati mbaya kuwa baraka zisizokoma. Usikose. Kama unataka video kama hizi ziendelee kukufikia, subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya, washa kengele na kuandika kwenye comments: nataka nuru ya kiroho. Hii inaniambia kuwa nitengeneze content nzito zaidi kama hii. Sasa tuingie kwenye msingi wa mafanikio ya kiroho, siri nane ambazo zimetumika na wafalme, manabii na watu ambao maisha yao yaligeuka kutoka sifuri hadi kilele. Siri ya kwanza: nguvu ya kupanda, the law of sowing. Wakorintho 9:6 apandaye kwa uchache atavuna kwa uchache. Hii ndio kanuni ambayo inabadilisha akili ya maskini kuwa akili ya mfalme. Hii sio kuhusu pesa tu, ni kanuni inayoamsha milango ya kiroho. Unapanda wema, unapanda msaada, unapanda bidii na unapanda maombi. Unavuna kwa njia tofauti kabisa na unavyopanda. Watu wengi wanateseka, si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu hawajawahi kufungua mbegu zao za kiroho. Kila baraka ambayo Mungu hutuma duniani hupitia kanuni hii, na cha ajabu hakuna kanuni ambayo shetani huipinga kama hii, kwa sababu ndiyo njia ya kuleta utajiri na kuzuia hasara. Siri ya pili: nguvu ya kutii sauti ya Roho, divine instructions. Isaya 30:21. Masikio yako yatayasikia maneno nyuma yako yakisema, hii ndiyo njia ifuateni. Watu wengi hupoteza pesa na fursa kwa sababu hawajui kitu hiki. Utajiri wa kiroho hauji kwa kujua Unakuja kwa kutii. Kuna mawazo unayoyapata yasiyo ya kawaida, kuna msukumo wa kufanya kitu, kuna wazo la kuanza biashara fulani. Hizo si akili zako, ni sauti inayokupa njia ya mafanikio. Watu wanaofanikiwa kiroho hujifunza kusikia na kutii bila kubishana. Siri ya tatu, nguvu ya wale unaotembea nao, spiritual associations. Mithali 13:20. Aendaye na wenye hekima atakuwa mwenye hekima. Kuna watu ambao uwepo wao kwenye maisha yako hauleti kitu zaidi ya hasara, nishati hasini, kucheleweshwa na roho ya kuchanganyikiwa. Biblia inaweka wazi kabisa, mahusiano yana nguvu za kiroho. Ukitembea na mtu mwenye roho ya hasara, hasara inakufuata. Ukitembea na mtu aliyeinuliwa kiroho, neema yake inakutana na yako. Hii siyo sayansi, ni sheria ya kiroho. Siri ya 4, nguvu ya kutamka, the creative tongue. Mithali 18:21, mauti na uzima huwa kwenye uwezo wa ulimi. Biblia inasema ulimi una nguvu ya kuumba, na watu wengi hawafanyi dhambi kwa matendo, wanazifanya kwa maneno. Maneno yanafanya mambo matatu: Moja, yanafungua milango. Mbili, yanafungua roho na tatu, yanamwalika au kumkataa Mungu kwenye kazi yako. Kila siku ukisema siwezi fanikiwa, mambo yangu hayaendi, na hangaika, unatoa ruhusa kwa nguvu za kiroho kuharibu utajiri wako. Watu wenye mafanikio ya kiroho hutamka: baraka zangu hazichelewi, milango yangu iko wazi, neema inanipendelea. Siri ya tano, nguvu ya kutoa na kujitoa. Sacrifice And service. Zaburi 55. Walete watakatifu wangu walioweka agano kwa dhabihu. Kila agano lina nguvu ya kiroho. Kila mafanikio yanategemea kafara. Kila baraka ina mahitaji yake. Ukiona mtu aliyefanikiwa kipekee, maombi yake siyo ya kawaida, kujitoa kwake sio kwa kiwango cha kawaida na nidhamu yake siyo ya kiwango cha kawaida. Utajiri unaoruhusu Mungu kuuongoza huwa inalindwa na milango ya kiroho hasara hushindwa kumkaribia mtu wa kafara. Siri ya sita: nguvu ya kubariki wengine, blessing others. Mwanzo kumi na mbili mbili, nitakubariki nawe utakuwa baraka. Unapobariki wengine kiroho unakuwa chanzo, na chanzo hakiishi. Watu wengi hushikilia kulalamika na huzungumza vibaya kuhusu wengine lakini watu wanaobariki wengine hufungua mlango wa fursa, huvutia watu wazuri, huondoa roho ya ivu duniani, na hupokea kile wanachokitoa kimya kimya. Siri ya 7: nguvu ya kutembea na amani ya moyo, Peace and spiritual alignment. Wa Filipi 4:7. Amani ya Mungu italinda mioyo yenu. Hakuna utajiri mkubwa kama moyo wenye amani. Amani ya moyo ndiyo inaamua kama utaona fursa au utasikia kelele. Biblia inasema amani ikitawala mawazo yako huongozwa na Mungu. Moyo uliokaa kwenye hasira, yivu, kulalamika, makosa ya zamani, hauwezi kuona neema. Amani inavutia utajiri kwa sababu inatoa nafasi kwa roho kukupa maelekezo. Siri ya nane, na siri ya mwisho, nguvu ya maombi yenye mkakati, kwa ajili Yakobo 5:16, maombi ya mwenye haki yana nguvu sana. Maombi siyo kuongea tu, ni mkakati wa kuigeuza roho iliyofungwa kuwa roho iliyoachiliwa. Maombi fulani hufungua milango, milango ya pesa, milango ya afya, milango ya mikakati, milango ya hifadhi, kulinda dhidi ya hasara, milango ya fursa ambazo hungewahi kufikiria. Hapa ndipo watu wengi we hushindwa wanaomba bila mpango, lakini watu wanaofanikiwa wanaomba kwa wakati, wanajua wanalenga nini, wanaomba kwa uthibitisho wa neno, na wanaomba hadi roho ya mafanikio inatulia ndani yao. Kama hizi siri zimekugusa na unaamini kuna mlango ambao Mungu anafungua juu yako, andika kwenye comments: niko tayari kwa hatua mpya. Kumbuka, utajiri unaanza rohoni kabla haujaonekana duniani. Na ukianza kutembea kwenye nuru hii, maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Asante kwa muda wako, tukutane tena kwenye video jayo.